Ni yule anapenda tu kuumiza vichwa vyetu. Mimi mwenyewe nishachoka na maisha rafiki yangu. Kila siku mizozo. Saa hii anaondoka vipi bila ruhusa yangu? Na nimemwambia kabisa nisubiri hapa naenda kwa mwenyekiti narudi kukupa mrejesho. Saa hii anajichukulia tu maamuzi ajabu inakuwaje? Mimi inabidi nimfuatilie alipoelekea. Kama nikifanikiwa kumuona basi nitarudi naye hapa nyumbani. Kama hatujafanikiwa basi tutafanya harakati za kumtafuta. Najua tu hataweza kufika mbali. Na hawezi kwenda popote. Pengine tukwepo kwa kijijini. We, we, dada, hivi una unamjua kweli yule mtoto anamsikia kaundime? Akili zake za ajabu anazijua mwenyewe. Mimi namuelewa sana mdogo wangu yule, akishalipanga jambo lake ndo hilo hilo anage, tabia ya kurudisha mambo nyuma. Sasa sikiliza, mngoje niende wa mwenyekiti kama ulivyonielekeza. Alafu efanya hivyo, alafu tajua utakuwaje. Wewe ukimwona huko nipigie simu basi. Sawa. Mwenyekiti. Safi. Mambo yashaanza kuwa sio mazuri mwenyekiti. Mambo gani tena? Nimefika nyumbani nakuta kwamba mdogo wangu ameshaondoka. Wa Namuuliza dada, imekwaje na ananiambia kwamba alijaribu kumzuia sana lakini hakumuelewa. Isitoshe kwamba ameondoka na vitu vyake vyote na sijui ameelekea wapi maana Mbaya zaidi, ameondoka na kile kitoto mwenyekiti. Wewe, <coughs> si umetoka sasa hivi tu hapa? Nimetoka sasa hivi nafika nyumbani. Dada ndo ananiambia kaundime kaondoka, amefungasha kila kitu kilichokuwa chake. Ameondoka na yule mtoto na ajui ameenda wapi. Mimi <coughs> <coughs> nashindwa hata kuelewa unachonambia. Ila atakuwa ameenda wapi yule mtu? Ndio sielewi mwenyekiti nimekuja kwako sana, nataka hata ushauri ati. Yaani nisaidie na kwaje kwaje mwenyekiti maana sielewi. Ah, sawa sasa, sikiliza, kumbuka muda ule ukuja wewe hapa, ulimwacha nyumbani? Ndio basi. Sawa, haina shida, fanya hivi, endelea kumtafuta. Kwa muda huu majibu utakayopata yoyote tabidi niletee mimi tujue tunafanyaje. Sawa mwenyekiti, basi ngoja nianze kuulizia mitaa chini chini kule mabondeni weza kuwa kwamba labda ameenda kwa, kwa, kwa majirani kule chini. Basi sawa ndugu. Sawa, jioni njema mwenyekiti. Kite sawa. ktatoa kwa mafungu, yani kila mja na muda wake. Tusigombane walimwengu, mm. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita, ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Ona unaomwamini leo anakuliza, kesho mnalopanga leo unakimbiza upepo. Mimi nadeleke kusema jamani, dunia ni kichefuchefu, imeshindwa kuvumilia haya ya dunia yamezitima. Najiuliza ni nani, naninani nanakulaumiwa

tumegeuza dunia ni uwanja wa vita, ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha. Ona oh, unamwamini leo ha, anakuliza kesho. Mnalopanga leo ule unakimbiza upepo. Minadiliki kusema jamani, dunia ni kichefuchefu

Habari za hapa hatujaziandika, mbona unanijibu hivyo? unafahamu kitu ambacho nilichojia mimi hapa wewe? hiyo hali unaiona mzuri au unakuja tu hapa unauliza vipi hali? Mimi nakuja kuuliza hapa kwa faida yako. Je, mdogo wako kaundime alirudi? Ndio, Muone kwanza mzee, auna aibu wewe? Unajiita mwenye kiti eh, tunalinda raia na mali zao, wapo wenye kiti gani? Kwa hiyo wewe umetoka kwa nyumbani kwako kuja hapa wakina Sizonje kuja kumuulizia ya Kaundine, yani unataka uhakika kwamba yupo ameondoka au hajaondoka, sindio? Ina maana mimi nimefanya kosa eh? kuja kukuuliza hili, sindio?

Muone kwanza, hata aibu hauna. Yani ungeshuka na mshipa aibu japo kidogo tu, alafu najiita mwenyekiti. Mwenyekiti gani? Mwenyekiti wichi. Hey, kwanza nakuchukia we baba, yani nisi nakuchukia we katika nafsi yangu, wala uingekanya katika uwanja huu sawa. Inaonekana nimekosea sana kuja kukuuliza swali hili, lakini kwa faida yako <laughs> yani umekosea sana tena umekosea nawe baba kuja kumulizia kaundime aya, kaundime kaondoka, atujui kaenda. Umalizika, umelizika, umefurahi kusikia jibu? Muone kwanza hata imuonie, muone usoti wa maji, we vipi? Lakini eh, sikia tena, usikie kwa makini. Yani na kuchukia, na kuchukia tena, ukono kukaja katika uwanja huu Yani, naomba ukome, ukome kama ulivyokoma katika zio la mama yako, kuja katika uwanja huu. Sijui umenielewa muone kwanza vile kichwa cha kikaa boga, sio kwa na maji. Ondoka hapa huku, bado toka huku, muone kwanza ovyo. E, kikombe mimi umepata wewe na kusuri ndugu yako, umetangia na damu damu au? Ati wewe nakumaindiani wewe, popote utakokuta radi yangu, mshenzi mkubwa. Kiti. Mm, vipi hali Thomas? Kwema mambo hivi? Ah, amani bwana. Ipo bwana, vipi maendeleo yenu kuhusu yule Kaundime, ulibahatika kumuona? Ah, kuhusu mdogo wangu mwenyekiti mm. Mm. Kwa kweli mpaka sasa sijapata mwafaka wote, kutokana hapo unavyoniona nimetoka mm. huko kuzulula huko juu kumtafuta yeye. ah, sawa hapa eh, ya. Yani, yeah. Sasa, ya yani, nilipo natoka kwako nyumbani ndio nikamkuta dada wako pale, kabla sijamuuliza, akaniwakia kinoma yaani, anakupanikia wewe. Sasa sababu ya yote hayo ni nini? Yaani, nilipokuja kumuuliza, je, vipi utaratibu wa ndugu yako amefikia hatua gani? yeah. Akaanza kunitukana sana mm, na kunidharau. Unajua mwenyekiti, mimi nahisi mm, kabisa dada yangu hayuko sawa ila naomba sana sana uniwe radhi kwa ile aliyokufanyia. Mimi nitajaribu kuongea naye, ikiwezekana akuombe hata msamaha, maana toka apotee mdogo wetu nyumbani, yani, dada amne, amekuwa yani sote hatuko sawa. Lakini dada yani kama amechanganyikiwa hivi, ni mtu fulani yeye, muda wote maukali tu, mambo ya ajabu ajabu. Lakini nisamehe sana mimi mwenyekiti, naomba nisamehe sana mwenyekiti. Mimi nitakana dadangu, nitaongea naye na nahisi mambo yote atakuwa sawa, mwenyekiti. Ah, sawa hilo halina shida mi najua wale wanawake, kwa hiyo siwezi kumchukia yeye wala kukuchukia wewe, sahihi mwenyekiti. Na hili litakwisha tu yeah, kwao ondoa shaka kwa hilo yeah, yani kifupi kanifedhesha sana, kanitukana sana, nisamee mimi mwenyekiti. Wewe sikiliza, endelea na mipango yako, lakini mi nitaenda kuongea na dadangu na natumai atakuja kukumbalazi mwenyekiti. Ah, sawa haina neno. sawa nikutakie Jioni njema. Na jitahidi lakini. Sawa mwenyekiti. Na. tarajia ugeni duniani kwangu. Wewe ni nani na umefuata nini? Ah, yoyote atakayepita kwenye njia yangu huwa hanaga bahati. Na huyo mtoto unayetaka kumwangamiza mimi ni damu yangu. Aha, kumbe wewe ni mmoja kati ya wale ambao wanahitaji kuangamiza dunia yangu. Hivyo basi Sitoruhusu majini kuangamiza dunia yangu. Nitaanza kukuangamiza wewe, kisha atapata mwanao <laughs> ah. Wachawi na waganga wote wanatarajia nguvu zao kutoka kwa majini. Kwa kuwa unaleta dharau na kiburi, nitakupoteza haraka iwezekanavyo. Au utaonekana duniani au utaonekana mbinguni kwenye ardhi ya zambi na kwenye macho ya binadamu pia hautaonekana, nitakuteketeza <laughs> hmm. Wewe utaanza kupotea, atafata na mwanao <laughs> siwezage kuongea sana <laughs> watoto wadogo zaoni

Dada! Dada! Dada. Hey! Mimi. Hivi dada wewe unajielewa kweli? Unajielewa wewe? Eh, jamani. Kujielewa kivipi tena? Eh, ndio dada, kuna kuna mda wewe unakuwa kama unakuwa kama ujielewi yani. Hivi wewe wakuja kumtukana mwenye kitu wewe? Eh, nimekutana na mwenyekiti huko njiani, analalamikia kwamba umemchamba, umemtukana, umemwongelea maneno mabovu. Hivi tena unajielewa kweli? We kawe Thomas, wewe umefurahi sana kaundimekuondoka panyumbani, uyo mwenyekiti sindiyo? sababisha uyo mwenyekiti sindiyo? Sababisha nani kaondoka kwa nyumbani? Ndiyo, nimemchamba, nimemtukana. Haya, unatakaje? Sio kama nimefurahi dada. Mwenyekiti kaja hapa kwa lengo moja, kuja kutujulia hali na tumefika wapi kuhusu lile jambo. Sasa wewe unakuja unamchamba unamtukana, unamaanisha nini? Sasa mwenyekiti ndio kusababisha, alafu kuta paka Kaundime nitakaje kuhusu nini? Sasa dada, wewe hizo tabia za wapi? Tabia za wapi wewe? Ume umeona wapi mtu anakuja unamtukana unamchamba, inakuaje? Hmm, na, na mwenyekiti sio kama alimaanisha kumfukuza Kaundime, amefanya vile kama tishio tu, ili mradi achene yule mtoto <coughs>

na uchungu alafu, e, e, unakuja kuniambia kirahisi rahisi, eh, tumemtukana yani, unakuja unanipanikia yani, e, umekuja umemind nimemtukana mwenyekiti, ndio nimemtukana na, nimemtuka na, na popote nitakumuona, popote pale so hapa tu, hata kama dadangu, lakini anataki at, kuishi hivo, unaishije? Sana watu kama hivo. Haya, mwenyekiti ashenda kusema bwana huko kijijini kwamba watu fulani bwana wa hivi na hivyo na hivyo na keuka sherehe zangu sasa, nionekanaje? Akaseme si kwamba tunaonekana tuna tabia tuna tabia chafu akatangaze, huh? Tena akitaka hata speaker atukue hata speaker atangaze kijiji kizima, si zote kanitukana, nimeenda si kwa kanitukana, siogopi. Yaani mimi kizaa kulifanya langu wala sishindwi shindwi sio, simogopi mtu wote, sio mwenyekiti sio nani. Sasa nakuja kukwambia safi sana, hana uchungu wa kumtafuta ndugu yetu yule, kaja kuuliza kwa kejeli hapa nyumbani tena. Usinichanganye kabisa Thomas usinivuruge kichwa changu, nishavurugwa nitakuchama. Na kama nimemtukana mwenye kiti, sikuogopi kwa vile kaka yangu. Kwanza nina kazi zangu ndani, naomba uniache, usinivuruge kabisa. Naona yani napenda kunivuruga, sijui nikoje. Rafiki yangu sijui tabia hizi amepata wapi. Vitu tu vya kuongea kistaarabu, unakuja huja unamtukana mtu.